Asalamu As asalamalaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu mtazamaji wa Zahmid TV pote pale ulipo, karibu katika muendelezo wa vipindi vyetu vya Zahmid TV, na leo tupo katika kipindi cha Qur'ani, na leo tutazungumzia miujiza mbalimbali inayotokea katika Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ni muujiza kama tunavyoambiwa katika dini yetu wa Uislamu kwamba Qur'ani Qur ni muujiza Qur tupo studio na Shekhe Al-Lutfi atatueleza vizuri miujiza ya Qur'ani ni nini na darasa nzima kuhusiana na miujiza ya Qur'ani. Karibu sana, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

Tunapozungumzia muujiza katika Qur'ani ni neno la Kiarabu mm. ambalo asili yake min ajaza ya ajizu ajizan mm. wa huwa ajizun mm. ndo asili ya neno muujiza, ambao maana yake ni ajaza ya ajizu ajizan fa huwa ajizun bi maana dhaif, ndo maana yake. Yani, maana yake ni kushindwa katika kitu fulani, ambao metokana na hilo neno ambalo tumelitaja ndio wa almujiza makhudhatun min alajiz mm. bimaana naqidhul qudrat. Tunapozungumzia muujiza sasa, katika maana yake ile ambayo imekuja katika Qur'ani na katika sehemu zingine, inakuwa ina maana ya kuwa kinyume na uwezo mm, yaani kuna mtu anakuwa anaweza kufanya jambo fulani, lakini kuna mtu anakuwa hawezi kufanya jambo fulani. Yule anayeweza anaitwa qadirun. Ndio. ama yule ambaye hawezi anaitwa ajizun Ukirudisha hii ajiz inarudi kule kule kwenye muujiza, muujiza. Shaona? Naam. Sasa katika muujiza kwenye qurani hasa unazungumziaje katika swala hili? Naam, kama tunavyofahamu Allah subhanahu wa ta'ala kila anapomtuma mtume yoyote, hmm. katika mitume wake anawajalia miujiza kutokana na watu anaowatuma, hmm. ikiwa wao wamebobea katika jambo fulani, hmm. basi mtume huyo atakuja na muujiza wa jambo hilo.

Liyudhira quwwatahu wa yudhira sidqa risalati, indo maana mm. ya muujiza kwamba Allah subhanahu wa Ta'ala anajalia muujiza kuwa ni jambo lisilo ambalo halijazoeleka katika jamii mm. yani inakuwa ni jambo kama yale yale ambao wanayafanya, lakini linakuja ni jambo ambalo wakiambua kulifanya wanadamu, hata wakafanya nini hawezi Hulifani. Hulifani. Sawa eh? Ndiyo. Na lengo hasa la muujiza unapokuja katika kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mm. kuja kwa mitume ni kwa ajili ya kuthibitisha kwamba huyu ni mtume na yale anayoyazungumza ni ya kweli. Kweli kabisa. Sawa eh? Ndiyo. E, falidhalika unapozungumzia muujiza wa Qur'an maana yake ni maneno yaliyokuja kuthibitisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam mm. ni mtume wa kweli na yale anayoyazungumza ni ya kweli. Kwa nini? mm. Kwa sababu wakati mtume akitumwa Waarabu wa Makka, Maquraysh walikuwa ni wataalamu wa lugha ya Kiarabu na ni mafasaha wa kupitiliza. Sasa hmm. ili ionyeshe kwamba huyu aliyekuja ni mtume kutoka kwa Allah akaja na muujiza wa maneno ya Allah ambao yana usulubu ule ule wa lugha ya Kiarabu, Kiarabu. Lakini ni tafauti yani usulubu ulivyokuja wa qurani hmm. Ukichukua leo Qur'an ukachukua mathalan maneno ambayo mengine ni matukufu, hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, ukipima haya maneno mawili unakuta kuna tofauti kubwa sana, hata wakati wa kusoma yani, hina ma yaqra'u al insanu Qur'ana yash'ur, mtu anaposoma Qur'an anapata ile hisia kabisa ndani ya moyo kwamba hii ni nini, Qur'an inasomwa. Lakini anapoisoma hadithi anapata hisia kwamba hii anayosoma ni hadithi tofauti na anavyosoma nini mtu mpaka analia kwa sababu hmm, ile Qur'ani Allah amejalia kuwa ni muujiza yeah, wa kipekee yeah. Ndio maana Allah aliwaambia walete Waarabu katika kuwapa challenge sababu hmm, sasa wao ni mafasaha na wanaweza. Kaambia leteni aya moja hmm, wakashindwa, leteni aya kumi wakashindwa, leteni basi mfano wa sura moja wakashindwa na mwisho, Allah akawambia fa ila mtafaalu wala mtafaalu, ikiwa hamwezi na hamtoweza, manake huu ni muujiza tayari, umekuja kuthibitisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa kweli na anayoyazungumza ni ya kweli. Sasa, yeah. umetuambia ume, ume Waarabu kwa sababu wenyewe walikuwa wanaongea Kiarabu. Yeah. Allah subhanahu wa taala akaita Qur'ani kwamba ni muujiza kwa wao, wanaongea Kiarabu lakini imekuja kwa Kiarabu hicho hicho, lakini tofauti na maneno yao ya kawaida. utamwaminisha vipi mtu wa hivi sasa ambaye sio Mwarabu, tuseme labda ame Tanzania au mtu yoyote ambaye sio Mwarabu. Yeye, yeye haongei Kiarabu, hakifahamu ki Arabu. Yeah. Ili na yeye ajue kama Qur'ani ni muujiza kwa lugha ambayo si ya kwake, unamfahamisha vipi mtu kama huyo? Taib, njia nzuri zaidi ya kumfahamisha hmm, ni kumweleza na kumfundisha hmm, kwa sababu siku zote elimu ndio ambayo inamfanya mtu akaelewa kitu na kukiamini. Mathalan, wewe kabla haujaenda shuleni ulikuwa haujui moja jumlisha moja ni mbili mbili, mm -hmm. lakini ulivyoenda ukasoma ukaamini, sio? ukafahamu kwamba ukichukua moja na nyingine moja ukizijumlisha inakuwa mbili mbili, baada ya nini ya kusoma hivyo ya ya hivyo. Sasa, katika Qur'ani kuna kitu kinaitwa i'jazul ilmi mm. katika aina za miujiza mm. ambazo ziko tatu mm. kuna i'jazul ilmi, i'jazul bayani mm. na i'jazut tashri'i sasa mm. hii ya kwanza, i'jazul ilmi, maana yake Qur'ani ilivyokuja kuzungumzia elimu mm. imezungumzia kila kitu unachokifahamu katika huu ulimwengu fa ilmu alQurani alamia alamiya wa waqiia hmm. Elimu ya Qurani ni elimu ambayo ni ya ulimwengu mzima na inaendana na wakati wowote, falidhalika hmm. Qurani haiendi na wakati hmm. Bali wakati unaifuata qurani. Quran yani, Quran tunaweza tukasema iko mbele ya muda hmm. Sawa, tofauti na watu wanavyosema muda mwingine bwana, Qurani inaenda na wakati la Qur'ani ndo ambao inaufuata e, wakati ndo unaofuata nini? Oh, shafika yeah. Mbele, mbele sana ni yani mm. Iko mbali sana mm. Ukitaka masuala ya elimu Qur'ani imekueleza jambo yeah. la kwanza, tu Allah alipoishusha Qur'ani maneno ya kwanza, iqra iqra soma mm. yeah. Falidhalika, hata mtu yoyote ukitaka kumwelezea kuhusiana na Qur'ani ayamini msomeshe. Okay, Sheikh Mustafa umetuelezea kwamba Qur'ani yenyewe binafsi ni miujiza, sasa katika Qur'ani kuna miujiza mingi, unaweza kutupa walau muujiza mmoja ambao unatokana na Qur'ani ili kuipa nguvu hasa Qur'ani kwa muujiza. Taib, katika Qur'ani kuna kama tulivyotaja hapa, kuna ijazu at-tashri'i, ili mm. uone kwamba ni muujiza. Kuna ijazu at-tashri'i at-tashri'i, yani maana yake ni muujiza wa Qur'ani katika kuweka sheria mm. kwa wanadamu mm. sawa, so, eh? E, muujizo wa Qur'ani katika kuweka sheria kwa wanadamu umezingatia hali ya mwanadamu ya kila sehemu ya kila wakati. Ushaona? Falidhalika hmm. E, shariatu al-Qur'ani ni sharia ambayo waqi'ia alamia hmm. Yani inamwangalia mtu kwa hali yake aliyokuwa nayo hmm. Hailazimishi mtu kwa yale ambayo hayawezi sawa. Falidhalika mm -hmm. Unakuta mathalan, tukienda katika swala mm. tulivyofundishwa katika Qur'ani, a mm. swala e, swala mtu akiwa si mgonjwa inabidi aswali akiwa, swala imetimia mm. kwa namna ambayo imeelezwa na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, lakini hiyo hiyo swala ikiwa mtu mathalan ni, ni, ni mgonjwa ameambiwa ataswali kwa ku, kukaa kwa, kuka, mm. kwa kulala ndiyo, au kwa kuashiria vile anavyoweza yeye mm. Naona hii yote inaitwa ijazu tashri'iyya miujiza katika kuweka sheria, na ziko aya nyingi sana ambazo zimezungumza, zinaonesha muujiza bali, mm -hmm. kuanzia mwanzo suratul Fatiha mpaka mm -hmm. mwisho katika surati Nnasi ni mm -hmm. miujiza. sasa mm -hmm. mengi zaidi tutakuwa na, na mwendelezo insha, insha Allah wa kuchambua hata aya moja moja, yani tuone ile kabisa kiundani muujiza iko ndani kwa mm, eh, sababu huu ni mukaddima mu na ni mm, utangulizi na kuwakaribisha yeah, ndugu zetu mm, wafuatiliaji wa Zahmidi TV mm, lakini baadaye mazuri yanakuja mengi zaidi ambayo yatakufanya uvutike na, ya na, na, yata na miujiza ndani ya Qur'an. Shukrani sana Sheikh Mustafa Mazuri yanakuja, ndugu mtazamaji wa Zahmi TV, ka tayari, leo tulikuwa na Sheikh Mustafa Lutfi katika kipindi cha Qur'ani tukizungumzia muujiza wa Qur'ani. Endelea kufuatilia Zahmi TV katika kipindi hiki cha Qur'ani upate kujifunza miujiza mbalimbali. Ulikuwa nami ndugu yako Abdul Aziz Hilal, usisahau ku subscribe, ku share na comment katika channel yetu ya Zahmi TV. wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa Zahmi TV.